Nimefurahi sana, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kimetoa fursa baada ya kuhitimisha shughuli za bunge, kimetoa fursa kwa wale ambao tuna nia ya kugombea nafasi mbalimbali ikiwemo mbali ubunge na udiwani katika maeneo mbalimbali, basi tuonyeshe nia hiyo kwa kuchukua fomu. Na mimi leo nimekuja kwenye ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi wilaya Songea vijijini nimechukua fomu ya kuomba kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya ubunge jimbo la Madaba. Na nimekuwa mbunge kwenye jimbo hili kwa miaka kumi sasa, na ninashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao nimepewa na chama changu cha Mapinduzi kwa nafasi zote mbili, kwa maana ya awamu ile ya kwanza na ya pili, chama changu cha Mapinduzi kiliniunga mkono kwenye jambo hili. Na nimefanya kazi vizuri na wananchi wangu, wananchi wangu wameniunga mkono na hata shughuli nzima za, za kuchukua fomu na mambo mengine yamechangiwa na wananchi wenyewe. Kwa hiyo tuna kazi za kufanya Madaba. Kazi hizi zimefanywa chini, chini ya ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya wenyekiti wa Dkt Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwamba wananchi wameona kazi nzuri ambayo Chama cha Mapinduzi kimefanya miongoni mwetu yoyote ambaye atateuliwa na chama chetu nikiwa mimi au akiwa mwingine, bado Chama cha Mapinduzi kina nafasi nzuri ya kushinda Madaba kwa sababu ya kazi nzuri ambayo imefanyika. Ninaamini wananchi wa Madaba wana imani na mimi, kwa hiyo nikiteuliwa pia itakuwa fursa nzuri ya kuendeleza kazi nzuri ambazo tumezifanya.